Kwanza nachukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwine, kufikisha mali, mali kwa asalama kipande wangu, mimi kupokea taarifa ya kucheza bonanza hii ya wiki ya utamaduni wa Zanzibar, kwa mimi nimepokea vizuri kwa sababu ukilinganisha mimi mwenyewe ni Mzanzibari, kwao nimepokea vizuri ilipoweza kutangaza utamaduni wetu wa Zanzibar ili tufike mbali ki Uchumi na kila kitu, ya, kiutamaduni, ambayo swala utamaduni inaonekana kama sio swala la vijana, asilimia kubwa wazee ndio wanaweza kuenza utamaduni. Wewe ukiangalia jambo hili vijana ndio wameza kuliandaa hili jambo uh, labda una mtazamo gani au una wito gani kwa jamii? Uh, kwa jamii, mimi naona kwa vijana wameliona hili lila muhimu sana vijana, ukumbali, kwa sababu kilinganisha wenyewe vijana, Mungu akitujalia tukifika huko mbali, tutakuja kwa wazee wa baadaye, kwa hiyo si wenyewe tumelipokea vizuri kama vijana, ili tupate tuweze utamaduni wa Zanzibar, kwa sababu wazee wetu kusema nguvu yao si tofauti na yetu sisi. Sasa hivi bado tuna nguvu vijana, na tunaweza tukatangaza kama hivi tukafika mbali kwa clips zetu na mitandao yetu ya kijamii. Kwa hiyo kwa sisi vijana ni jambo zuri sana Pkmoni ni hilo na naamini insha allah mwitikio utakuwa mkubwa. Na Wazanzibari ni wakarimu kama jinsi tulivyo, ni watu waelewa, watu ambao tunashika dini tunaimani. Kwa hiyo naamini kila kitu itaenda sawa na tutarudi kule ambako kama Mzanzibari halisi tunatakiwa kuwa. La swala la utamaduni limechukuliwa kama sio swala la s ni kama swala la wazee. Una umepata taswira gani ikiwa vijana ndio ambao wamekuwa na ubunifu kuweza kuiahii kwanza ukimwona mtu anasema swala la utamaduni sio sio sio ni la wazee ama na watu wa rika ambao imeenda huyo mtu haelewi uhalisia wa ile nchi yake alipo. Utamaduni katika nchi zote upo, ndio maana unaona kwa mfano Ukizungumzia swala la utamaduni waangalia katika mataifa makubwa. Mfano kama Brazil, umeona kila mwaka wanaenda kudumisha tamaduni zao ambazo nchi zilivyo, ndio maana mastaa wakubwa wanakuwa wanaenda kwao, wanavaa kitu tofauti tofauti, umeona, kuonesha ule uhalisia wa nchi zenyewe. Mfano mfupi pia tumeona kama Senegal, jinsi tumeona baadhi ya eh, ya wachezaji wameenda majuko kwao kuhakisha kwamba wanaendeleza tamaduni zao. Kwa hiyo swala la utamaduni halipo kwa ajili ya kwamba wewe ni kijana ama wewe ni mzee ama wewe, utamaduni upo kwa rika fulani, no. Utamaduni ni uhalisia halisi wa Mzanzibari, lazima time tuoneshe wa Zanzibari, lazima ifikie time tuoneshe Wazanzibari uhalisia wetu jinsi ulivyo. Kwa hiyo ndio maana tupo baada ya kuona eh, labda kwa kipindi fulani kuna baadhi ya vitu kidogo labda vinapotea potea, tupo katika hamasa, umeona kama vijana kuhakikisha kwamba tunarudi kule tulipotoka kwa namna ya mavazi.